Weya, mtu anachukua tua mkononi mwake na anachukua, anacheza na maisha ya binadamu wenye anataka hadi, anaona hata akitoa kidney ya mtu bila udhini ya baba yake ama bila udhini yake, anaona tu comfortable, anaona tu comfortable. Yani anaona tu amefanya kitu kizuri yeye. <laughs> Wacha nikae hapa tu. Yaani wewe OCS, yes, unaona tu you are comfortable with that, with that, uh, nini you have done. Kwa hiyo kitendo umefanya unaona tu things are just normal on your side. Hmm? Things are just normal. Kupande yako things are just normal. Is that right? Kama wewe ni mwanaume unasema unaogopa Tom, unaweza una, una Tom. Sikuje. Eh, kuja. Kam kam kam, Kenya hatu ufichi a kuja. You and Chorea are the most wanted criminal in Kenya. Unajua wengine wanadhani kila kitu ni pesa hii dunia, so uko na pesa sasa unanyanyasa mwenzani because you have money. So you just you, you, you, you, you, you, you just do what you want, yani unafanya tu kitu unataka juu umeona uko na pesa, alafu we pia una describe yenye mutu anakaa. Lakini wangapi amesao na nyani nyani, na macho kwa macho yuu, wacha mbele ya huko nyani, wacha, wacha kichwa yake, matako yake, wangapi amesao na matako ya nyani. Matako ya nyani inakaa kama uji ambayo mtoto alikuwa anakunywa akamwaga chini, na hiyo uji ni uji wa millet, kisungu kijalui inaitwa nyukabel, nyukabel ambayo imemwagwa chini, mtoto alikuwa huyo nakunywa akamwaga chini imetambaa. Alafu anakuja hapa anatupima bangi. By the way, acha nikwambie kitu leo. Ukiona police officer ambaye anakubali sura yake ionekane kwa kamera, huyu ni mtu ambaye amefanya rebe. He's ready to die. Be careful with such kind of people.